bosi kuzikwa leo. Dereva Tanesco aliyefariki ajalini 2024 alisha alishastaafu toka 2024 kumradhi, bosi azikwa leo. Lakini zipa kufungua fursa mpya za kiuchumi Pemba, zipa kufungua fursa mpya za kiuchumi Pemba. Lakini kuna habari inaosema Chadema na ineki patachimbika hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, lakini habari hiyo inasema mwanasheria wa Chadema awataka watendaji wa tume kujitathmini, asema kuna njama ya kudhoofisha mwenyekiti. Ineki ajibu mapigo, asema ni tafsiri yao, aitaja mahakama na reform ya Tinga Pwani. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini mbunge ataka haki kura zake zisiongezwe mbunge ataka haki kura zake zisiongezwe, bali inapatikana kwenye gazeti laku la mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini makala aendelea kuchanja mbuga, Amos makala aendelea kuchanja mbuga kwenye ziara yake ya kiutendaji ndani ya chama cha mapinduzi l, bali pia inapatikana ukurasa wa mbele. Na tukiachanana gazeti la mwananchi, tuangazie sasa gazeti laku la Nipashe, mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema mwananchi kujua nje ndani fedha zao, ripoti ya CAG ikitua bungeni leo. Lakini Samia kwa kabidhi tuzo waandishi wa habari wa zalendo. Samia kwa kabidhi tuzo waandishi wa habari wa zalendo. Lakini Majaliwa aagizwa kuzuru daraja Somanga kusaka dawa ya kudumu. Majaliwa aagizwa kuzuru daraja la Somanga kusaka dawa ya kudumu. Lakini mwanasheria Chadema sheria haituzuii kushiriki uchaguzi. E, mwanasheria Chadema asema sheria haituzuii kushiriki uchaguzi, ataka tume huru ya taifa ya uchaguzi ineki ifute kauli ya mkurugenzi wake wa uchaguzi dhidi ya chama hicho, habari kwenye gazeti la Nipashe. Lakini waziri aipa jukumu maalum bodi mpya nemki tishio ukuaji wa miji. Lakini viongozi wa dini katika kashfa ya kutumikisha watoto kingono viongozi wa dini katika kashfa kutumikisha watoto kingono. Lakini Nchemba anika nchi ilivyojipanga kukabili magumu ya rais Trump, huyu ni waziri Nchemba aanika nchi ilivyojipanga kukabili magumu ya rais Trump, huyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Na tukiachana na gazeti la Nipashe sasa, tuangazie kwenye gazeti lako Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Linaanza na tuzo Kalamu ya Samia kutolewa Dodoma. Tuzo kalamu ya Samia kutolewa Dodoma, lakini mahakama yarejesha hisa kwa mwekezaji. Mahakama yarejesha hisa kwa mwekezaji, hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tano. Lakini waziri Mavunde aonesha imani kwa Tesha. Waziri Mavunde aonesha imani kwa Tesha, hiyo ni habari ukurasa wa juu kabisa gazeti la raia mwema. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la raia mwema ni uamuzi mgumu G55, hei, ni G55 ndani ya Chadema, ni uamuzi mgumu wapanga kuvua magwanda Chadema kupandisha tanga ACT. wabunge E, wabunge sisi, mtifuano mtupu bungeni hakukaliki. kuka, kuka, madiwani moto waparuana e, kuchukua fomu lakini wengi waandalia wapiga kura sherehe, kusingizio cha Pasaka. imani za kishirikina za tawala, baadhi ya wakimbilia kwa wachungaji. yuni ambari kwenye gazeti ya Raia Mwema lakini kashfa nzito ndani ya chama cha walimu kashfa nzito CWT, CWT. wakurugenzi wilaya nao kikangoni hiyo. E, ni habari kabisa inayosema kashfa nzito e, CWT chama cha walimu Tanzania, wakurugenzi nao wa wilaya Kikangoni. ni nini kilichojiri kwa chama hiki? Basi pata nakala yako gazeti lako Raia Mwema e, kwa habari wa kina lakini kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye habari kurasa wa mbele inaandika Rais d Samia mgeni rasmi Samia kalamu Awad. Lakini mwanasheria mkuu wa serikali ajivunia ongezeko eh, la wanachama. Lakini waziri mkuu Masauni aipa, eh, waziri Masauni aipa aipa rungu bodi mpya NEMKI. Waziri Masauni aipa rungu bodi mpya NEMKI, aipongeza bodi iliyopita, aitaka bodi mpya kuharakisha NEMKI kuwa mamlaka lakini Profesa Mkenda mwenye shule wa ruhusu wanafunzi wakapumzike likizo za sikukuu hiyo. Ni habari kwenye gazeti ya Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika awamu ya pili uboreshaji na daftari la wapiga kura ni Mei. Samia aongeza uzalishaji wa gesi visima vitatu vipya vya chimbwa nazbei, lakini kuongeza uzalishaji gesi zaidi ya futi za ujazo milioni 30 kwa siku na aahidi kufuta shida ya usafiri kusini kusseni. Ni habari inaendelea ukurasa wa nne kwenye gazeti la uwelekeo. Lakini wajanja chadema walivyo tabiri haya, wajanja chadema walivyo tabiri haya. Lakini kwenye gazeti la majira lenye habari kubwa wa ukurasa wa mbele ni waziri Masauni aipa rungu bodi mpya Nemki. Lakini Dr. Dimwa kura za maoni ziwe fursa kupata viongozi bora, hiyo ni Dr. Dimwa sema kura za maoni ziwe fursa kupata viongozi bora lakini, maagizo ya Rais Dr. Samia yapaisha mafanikio Latra. Maagizo ya Rais Dr. Samia yapaisha eh, mafanikio Latra. Lakini CPA suluo eh, CPA suluo asema ni yale aliyotoa miaka minne ya uongozi wake. Leseni za vyombo vya usafiri wa abiria eh, mizigo vyombo vya usafiri wa kukodi za toka eh, zaidi ya laki mbili na elfu ishirini na sita hadi kuto kuendelea kuwa eh, laki tatu na elfu thelathini na nne za safari za mabasi usiku, kimbilio habari ukurasa wa nne. Lakini rais Mwinyi afunga ziara ya mabalozi. Dk. Jemba, hakuna sekta itakakosa fedha kutokana na mabadiliko ya sera. Lakini wasira azidi kuishukia Chadema, amvaa Zitto Zuberi Kabwe, mwana Kigoma. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira lakini gazeti lako la Machinga sauti ya wa wanyonge asubuhi ya leo lenye ni habari kubwa inosema mamia wa Afrika Misenyi, kampeni ya msaada wa kisheria ya Dkt. Rais Samia Suluhu. Lakini Rais Samia mgeni rasmi tuzo za Samia Kalam Award. Majaliwa afafanua afafanu, Majaliwa afafanua trilioni 3.5 za mifuko ya wik e uwezeshaji, lakini alieleza bunge jinsi wananchi milioni 24 walivyonufaika na wakiwemo wanawake milioni 11 na wanaume milioni 13, ahitimisha mjadala wa bajeti ya ofisi ya waziri mkuu na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Lakini waziri Masauni aipa rungu bodi mpya NEMKI. Wasira awataka wa Tanzania kutoyumbishwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la wamachinga sauti ya wanyonge, kurasa wa mbele. Ni gazeti la habari leo asubuhi ya leo inaanza na Bashe awambogo wa kulima kudaiwa risiti za EFD. Bashe awambogo wa kulima kudaiwa risiti za EFD. fd oebar ukurasa wa 17, lakini mtendaji Tanesco kuzikwa leo familia ya toa ya e, toa ya moyoni Biteko agiza mawakili watende haki bar ukurasa wa 7. wawili mbaroni tuhuma za mauaji ya Musoma hiyo ni habari ukurasa wa so ishirini kwenye gazeti la habari leo. Lakini habari kubwa ni rais Samia atakatiba katiba eneo korofi Somanga, amwagiza Majaliwa aende bilioni 234 za tengwa barabara kiuchumi. hiyo ni habari ukurasa wa 8. So, lakini sisi kuongoza wa Tanzania kulinda amani. Dk. Mwinyi tunazidi kuimarisha utalii Zanzibar. Lakini serikali yajivunia miradi mapato uwezeshaji wa, wa haki udhaifu wa mapato ya ndani hadharani. Lakini mpango a guswa kupungua walipa kodi atoa maagizo yoni abari kwenye gazeti laku la habari leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la mwana habari gazeti bora lenye linaandika Samia kalamu awadi kutolewa Aprili 29 lakini wasira kataini kunya, kuyam, kuyumbishwa na vyama vya siasa hatarishi Majaliwa atoa uelekeo kuelekea uchaguzi mkuu huyu ni Kassim Majaliwa atoa uelekeo kuelekea uchaguzi mkuu awahakikishia watanzania usalama Tuto, eh, utulivu na wazi kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba, lakini waziri Bache ampa tano kwa msukumo, eh, msukumo wake wa kuwezesha nchi kuwa na benki ya ushirika hiyo, kwenye gazeti la Mwanahabari ukurasa wa mbele. Lakini wazee Bumbuli kumchukulia fomu ya ubunge Makamba, eh, wazee Bumbuli kumchukulia fomu ya ubunge Makamba, hilo ni gazeti la Mwanahabari eh, gazeti, gazeti bora kabisa kurasa wa mbele lakini tuangazie kwenye michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti la Mwanahabari lenye inaandika Simba kuikaribisha Selbosh Zanzibar, ushindi mkubwa sana kwa Young Africans e, na Uh, kamilioni hapo na rejea Uganda Arsenal yemtaka Kingsley Coman. Kuna habari kutoka taifa kwenye gazeti la wanahabari lakini nipashe inaandika Simba waja hatuishi hapa, wajipanga kucheza fainali Yanga yaweka rekodi ikinyanyasa Stand United, yawa timu ya kwanza kufunga idadi kubwa ya mabao ikifuata Simba nusu fainali. Kuna habari kwenye gazeti na Nipashe, lakini gazeti lako la habari leo inaandika Yanga yafanya mauaji JKT nusu fainali, Simba ya tangulia Zanzibar, lakini Majaliwa asifu mafanikio kwenye michezo, Majaliwa asifu mafanikio kwenye michezo. Hilo ni gazeti lako la habari leo, lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la michezo na burudani ya asubuhi ya, ya leo lenye habari kubwa inasema nabi sababu tatu Simba kuwatoa wa Saudi. Huyo ni nabi asema sababu tatu za Simba kuwatoa wa Saudi, lakini nusu fainali imenoga Yanga JKT wakutana lakini Simba na Singida e, uso kwa uso huo e, ni mziki mnene, ni kuelekea fainali ya kibabe. Lakini sungu ma sungu mtata ndondo e, za ngumi mtaani zinavyomtoa e, zinavyo, lakini kosto na mwendeleo mwendelezo mbaya, hilo ni gazeti la kula Mwana Spoti. Lakini kimataifa usiku wa Arsenal UEFA e, ni marudiano raundi ya pili e, kati ya Arsenal na Real Madrid